Naam, hujambo na, na karibu katika Darubini chaneli ambayo tunaangazia masuala ya Kikristo na mambo mengine ya kiimani, lakini pia tunachambua vifungu mbalimbali kwenye Biblia tukiangalia ni nini hasa Mungu ameamua kuongea na sisi wanadamu kupitia maneno yake katika Biblia. Wakati uliopita tulikuwa tunaangalia Ufunuo sura ya pili uh, katika mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi na moja tumejaribu kuchambua na kudadavua na kupata maana halisi ya kila mstari katika Ufunuo sura ya pili. Basi nina kusii na ninakukaribisha tena katika wasaa mwingine, tuendelee kuangalia katika Ufunuo sura ya pili na kuangalia hasa Mungu anataka kutuambia nini, tukianzia na mstari wa kumi na mbili. Kama ni mara yako ya kwanza, basi nakuomba mpenzi msikilizaji uweze kusubscribe katika chaneli yetu, kwa sababu ni sehemu ambayo inakupa ukweli na uwazi katika mambo ya kibiblia. Basi tusipoteze muda na tuanze moja kwa moja katika Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi na mbili. Kuna ujumbe ambao umetolewa katika kanisa la Pergamo. Maneno ya Mungu yanasema katika mstari huu, tukisoma: na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Mji wa Pergamo upo kilometa 58 kaskazini mwa Simina. Huu ni mji mkuu wa kisasa karibu miaka 200 imepita, tena ni mji wa elimu ya kutosha. Watu wa Pergamo waliabudu miungu mingi, lakini walijenga hekalu mbili kubwa kwa ajili ya miungu miwili, yaani mungu Zeus na mungu Asclepion, ambayo ilipendwa sana na wa Pergamo hata waliita miungu hiyo Sotelseo, maana yake Mungu mwokozi. Tena Pergamo ulikuwa mji mkuu wa Asia katika kuabudu mfalme. Ilikuwa sheria kwamba kila mtu afike hekaluni, hekalu la mfalme, mara moja kwa mwaka kumwabudu mfalme watu waliomwabudu walipewa cheti cha kuonyesha kwamba umefika, na kama mtu hakuonyesha cheti basi aliuawa. Hii ilikuwa ni shida sana kwa Wakristo waaminifu wa Pergamo na kipindi hiko. Mji huu bado upo hata leo. Maneno ya upanga mkali katika mstari huu ni maneno yanayotajwa pia katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16 ambako maneno ya Mungu yanasema naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi na mbili kuna ujumbe katika Pergamo, lakini pia kuna neno la upanga mkali ambalo hili limeshatafsiriwa katika sura ya kwanza mstari wa 16 ambapo tayari tumeshapaona. Ukiendelea kusoma Ufunuo sura ya pili mstari wa 13, kuna maneno yanasema, kiti cha enzi cha Shetani. Tukichukua nafasi kusoma sura ya pili mstari wa 13, maneno ya Mungu yanasema na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu hata katika siku za Antipa shahidi wangu, shahidi mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani. Unajua kuwa katika historia, kituo maalum kwa utawala wa kirumi inaonyesha Pergamo palikuwa kituo cha kidini na kiserikali, pia ni kituo cha ibada wa mungu wa kusikia kwa kuzungukwa na nyota, yaani asclepius Kiti hiki kinaonyesha mamlaka yanayomwakilisha shetani katika utawala wa Kirumi. Lakini kitu kikubwa tunachojifunza ni kuwa wenzetu wa kanisa la kwanza walishika sana jina la Yesu na imani hata ingawa walikuwa katika mateso. Lakini Wakristo waaminifu wa Pergamo bado waliendelea kulishika jina la Yesu na kuilinda imani ya kweli. Katika mstari huu wa 13 Ufunuo sura ya pili, tunaona maneno yanasema, Antipasi shahidi wangu. Tukiyasoma tena vizuri mstari huu wa 13, maneno ya Mungu yanasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Neno Antipa lina maana kama ifuatavyo. Neno anti kwenye Antipa ina maana kinyume, na pator yani pa ina maana miungu. Hivyo maana yake hasa ni dhidi ya miungu. Shahidi mwaminifu Antipasi alionyesha uaminifu kwa kujitoa kufa kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Unaweza pia ukatazama Matendo sura ya 22 mstari wa 20 ambako maneno ya Mungu yanasema, na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa nami nilikuwa nikisimama karibu nikikukubali na kuzitunza nguo zao waliomua. Hivyo Stefano alijitoa kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13 Antipas aliifia imani kama vile Stefano alivyofanya. Basi kila Mkristo anatakiwa kuilinda imani hata kufa, kwa sababu ya tumaini la uzima na tumaini la uzima baada ya kumaliza kazi kwa uaminifu. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi na nne kuna maneno yanasema, lakini ninayo maneno machache juu yako Hebu tusome Ufunuo sura ya 2 mstari wa 14, ambapo maneno ya Mungu yanasema, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huku watu washikao mafundisho ya Balamu yeye aliyemfundisha Balaki atiye ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa kwa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Maneno machache ambayo Yesu aliwaambia wa Wakristo ni kuvumilia mateso lakini haitoshi kuvumilia mateso tu, bali lazima waondoe dhambi zote katika maisha yao. Kwa hiyo ukisoma mstari huu wa Ufunuo sura ya pili mstari wa 14 unapata kuona kwamba Yesu akiwaambia watu wavumilie mateso yote ambayo watayapitia, lakini kamwe wasitende dhambi katika maisha yao, waiondoe dhambi. Na katika mstari huu wa 14 kuna maneno yanasema, mafundisho ya Balaamu lakini lazima ujue kadri ya mapokeo ya wayahudi balamu alimshauri balaki mfalme wa Moabu awape waisraeli amri ya kumwabudu miungu ya uongo na hii pia inata, ina, inathibitishwa katika Hesabu sura 25 mstari wa kwanza mpaka wa 8 na katika tukio hilo la Hesabu sura 25 mstari wa kwanza mpaka wa 8 watu wapatao elfu ishirini na tatu waliuawa kwa hiyo ukisoma mstari huu wa kumi uh, na nne sura ya Ufunuo sura ya pili, Mungu anataka kutu, kutueleza kwamba sisi tunaompenda Kristo tunaofata mafundisho ya Kristo tuvumilie, tuvumilie shida, tuvumilie taabu, tuvumilie hata kufa, tuifie imani na kuwa waaminifu mpaka mwisho, lakini tusikubali mafundisho ya Baramu, tusikubali mafundisho ya uongo. Katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 15, tunapoendelea taratibu, maneno ya Mungu yanasema, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho wa Nikolai vile vile. Sasa, watu wa Nikolai tuliwasoma nyuma kidogo. Watu hao wanafananishwa na Balaamu katika mstari wa 14 sura ya pili kwa jinsi walivyokuwa wakiyafundisha au kufundisha watu kuzini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa salamu. Kwa hiyo katika mstari wa 15 na mstari wa 14 vinaungana kutupa sisi Wakristo wa sasa mafundisho kwamba tuifie imani, hata kama kuna mambo ambayo sisi tunashauriwa kuyafanya, lakini yapo kinyume na Mungu, basi tuwe wavumilivu na tuwe waaminifu katika hilo. Unaweza pia ukarejea katika video yetu ya Ufunuo sura ya pili mstari wa sita ukasikiliza yale mambo ambayo Mungu ameyapanga sisi tuyasikie, tunapoendelea kudadavua na kusoma Ufunuo sura ya pili na tukiingia Ufunuo uh, sura ya pili mstari wa kumi na sita kuna maneno yanasema vita kwa upanga wa kinywa. Ukisoma hapa maneno ya Mungu anasema basi tubu na usipotubu naja kwako upesi. Nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Vita vinavyoongelewa hapa ni kule kusema ukweli wa neno la Mungu. Wayahudi wote ambao hawakupenda kusikia ukweli au ukweli ya Mungu walipingana na Wakristo hata kufanya vita. Kwao neno la Mungu lilikuwa upanga ulio dhahiri ukiwakata kuwili. Kwa hiyo ukweli wa mstari huu wa 16 unaweza kuupata katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16 unaweza pia ukathibitisha katika Waebrania sura ya nne mstari wa 12. kwa hiyo hata leo neno la Mungu ni upanga kwa wale wasiopenda ukweli kwa hiyo upanga hapa ni neno la Mungu, na neno la Mungu ndilo linalokata mizizi yote ya dhambi. Basi mpenzi msikilizaji, tunaendelea kutafakari kitabu cha Ufunuo kwa upole, ili kujua siri iliyofichwa katika maneno haya. Tulisema tangu mwanzo kwamba kitabu hiki kina mafumbo, kitabu hiki kina maneno yaliyofichwa kimaana na wanaotakiwa kujua ni wale tu waliookolewa na Bwana kwa sababu Bwana anaongea katika lugha inayotupasa sisi kuelewa. Tunakwenda taratibu katika hekima na neema ya Kristo ili kutambua dhahiri maana halisi ya kila mstari katika kitabu cha Ufunuo. Kwa leo naomba tukomee hapo, lakini wakati mwingine tutaungana pamoja kusikiliza na kujifunza katika Ufunuo sura ya pili mstari wa 17 ili tuone maana halisi ya mstari huo. Mungu akubariki sana, na tukutane wakati ujao.